Akizungumza na waandishi wa habari kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Saka Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa hao walikamatwa watu wakiwa ndani ya bajaji wakisafirisha bangi hiyo kuelekea mkoani Arusha, zikiwa zimehifadhiwa kwenye mabegi ya nguo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu ambao ni Mseveni Menati, huyu ni mkazi wa Uyole, Fredi Lulandala mkazi wa Mapelele na Josefu Ngerenge, huyu ni mkazi wa Uyole pia hapa jijini Mbeya. Hawa watuhumiwa kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo mia moja na sitini na nane. Watuhumiwa walikamatwa tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita baada ya kuingia katika stendi kuu ya mabasi jijini Mbeya wakiwa kwenye bajaji yenye namba za usajili MC 550 EWN aina ya TVS Kings wakiwa na dawa hizo za kulevya zikiwa kwenye mabegi nane ya nguo wakiwa wamepaki, wakitaka sasa kusafirisha kuelekea mkoani Arusha. Sakapkuzaga ameongeza kuwa watuhumiwa hao wameeleza kuwa dawa hizo za kulevya ziliingizwa nchini kutoka nchi jirani ya Malawi, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa kina ili kuwabaini wahusika wengine na kukamilisha taratibu za kisheria. Watumiwa wanaeleza kwamba waliingiza madawa ya kulevya kutoka nchini nchi za jirani ni yani, kwa maana ya nchi ya Malawi, na wanaeleza kwamba waliingiza nchini dawa hizo kutoka nchi jirani, wakitaka kuzisafirisha kwa njia ya basi kuelekea jijini Arusha. Upelelezi unakamilishwa una, una, una na hatua zaidi za kisheria zinaandaliwa sasa zinakamilishwa ili waweze kuchukuliwa hatua wa zaidi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu ambao ni Ajiri Mwapelele mkazi wa Iganzo, Evis Shabani mkazi wa Igodima jijini Mbeya, na Victor Paulo mkazi wa Igurusi wilaya ya Mbarali. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za wizi wa pikipiki ya magudumu matatu maarufu guta yenye namba za usajili MC 495 FFY aina ya Snowline. Watuhumiwa waliiba pikipiki tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira saa tisa za usiku huko katika kijiji cha Uhenga wilayani Wanging'ombe mkoa wa Njombe kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Haruna Shomari Mahangire. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Uhenga na kisha walisafirisha e, bajaji hiyo au pikipiki hiyo hadi mkoani Mbeya kwa ajili ya kutafuta soko na kutaka kuiuza. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilianza ufuatiliaji na Januari tarehe 21 mwaka 2026 majira ya saa 5 za asubuhi huko Iganzo jijini Mbeya, jeshi la polisi waliweza kufanikiwa wakamata watumio wa hao wakiwa na mali hiyo ya wizi na upelelezi sasa kufuatia tukio hili unakamilishwa ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya aa watumio wote watatu. Kwa majina naitwa Haruna Shomali, natoka kijiji cha Uhenga kata ya Uhenga tarafa ya Wanging'ombe. Usiku wa kuamkia jana tarehe ishirini na moja masaa saa tisa usiku watu waiana wamekuja kuiba guta nyumbani kwangu. Baadaye nimefanya ushirikiano na i uh, serikali ya kijiji pamoja na kata, viongozi wamekuja pale eneo la tukio, hatimaye tumeweza kutoa ripoti kituo cha polisi Lembula. Kituo cha polisi Lembula tulikutoa ripoti, wakati huo tayari mimi nikawa ninawasiliana na watu wa GPS ambao aauunisha kuwa nimeamua hiyo kwa wale, wakawa wanaendelea na kujaribu kuangalia iko okay, wapi tunavyowasiliana na jeshi la polisi Lembola tayari tukawa tunaambiwa guta inaelekea mkoa wa Mbeya. Baadaye nikampigia nikampigia simu asisombelelezi mkoa wa Njombe, akawasiliana na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Yani kweli jeshi la polisi mkoa wa Mbeya wamefanya ushirikiano kwa kweli kweli. Kweli ansheni wanaoenga na viunga vyote, watu ambao wanaibiwa ibiwa huko, jeshi la polisi linafanya kazi kubwa, namna ilivyopatikana iguta na maelezo ambayo nimeyapokea nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, Kweli ni washukuruni sana jeshi la polisi linafanya kazi kubwa mno mno mno mno. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewataka wananchi kuendelea kushirikiana nalo kwa kutoa taarifa zinazosaidia kudhibiti vitendo vya uhalifu, hususan biashara na usafirishaji wa dawa za kulevya.